Unatazama Kela Online Tv, usisao kusubscribe kulike na kukomenti. Jina langu ni Antony Mzee Kasore, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA umetembelea chuo cha mkoa na huduma cha mkoa wa Mbea ambacho chuo hiki ni chuo cha muda mrefu katika mkoa wa Mbea cha VETA na ni chuo ambacho tunatoa stadi mbali mbalimbali ambazo zinahusiana na ujuzi katika maeneo mbalimbali na kama mlivyoona leo tumeweza kupita katika karakana ya, ya, ya, ya carpentry and joinery, ya electric ambayo inahusiana na, na masuala mazima ya umeme wa magari pamoja na karakana nyingine tulikuwa ni masuala mazima ya plumbing and pipe fitting, na karakana ya urembo na ususi na haya ni maeneo ambayo tunaendelea pia kuyafanyia maboresho katika utoaji wa mafunzo, na maboresho haya yamejikita katika kuhakikisha kwamba tunakuwa na vifaa ambavyo vinaendana na mabadiliko ya teknolojia. Na kama mlivyoona, tumeenda kwenye karakana ile ya auto electrical na masuala mazima ya umeme wa magari, tumeona kabisa sasa hivi tunatakiwa tuwafundishe wanafunzi teknolojia mpya za maeneo ya magari kutumia vifaa vya kompyuta katika kujua changamoto ambazo zinatokea kwenye gari, kwa ni vema mwanafunzi ajue na kuweza kuitambua namna ya kuitatua changamoto hiyo kwa haraka. Dunia sasa hivi sio dunia ya kutaka gari rije fundi aseme ngoja nisikilize, au ngoja niendesha nijue changamoto ni nini. Kwa magari mengi sasa hivi yanatumia umeme, kwa hiyo lazima uwe na vifaa vya kisasa vya kuweza tolea pia mafunzo lakini, sambamba na hilo, sasa hivi tumeona pia kuna mabadiliko kwenye eneo la magari. Tumeona sasa hivi kuna magari ya umeme. Kwa hiyo tunayo teknolojia pia kuwafundisha vijana kuhusiana na teknolojia ya magari ya umeme ambayo tunasema ni hybrid sasa hivi, ambayo yanatumia umeme, lakini pia na mafuta. Kwa hiyo ni vifaa ambavyo tunavizidi kuviboresha, lengo ni kuhakikisha kwanza tunatoa mafunzo kulingana na mabadiliko ya teknolojia, lakini tunatoa mafunzo yenye ubora na viwango ambavyo vitamsaidia yule mwanafunzi atakapohitimu na atakavyokwenda kwenye soko la ajira, basi aweze kwenda kutekeleza au kutenda kazi ambayo itamsaidia na yeye mwenyewe kuona manufaa ya kile alichokisoma, ule ujuzi aliyopata. Lakini sambamba na hilo, VETA bado tunaendelea kuimarisha utoaji wa mafunzo na kuona wigo mwingine wa mafunzo mengine yanahitajika. Kama mlivyoona sasa hivi kuna mafunzo ambayo tunatoa ya ya ususi lakini pia lakini sambamba na urembo. Lakini sambamba na hilo sasa hivi tumeongeza pia sekta nyingine ambayo tunasema visual and performing art ambayo yenyewe inahusisha watu wote hawa ambao wanaofanya kurekodi video, wanaofanya kurekodi tamthilia, watu wanaofanya maonyesho kwenye steji, waimbaji wanaorekodi miziki mbali mbalimbali. Kwa hiyo ni eneo ambalo pia sasa hivi tumekuja na utoaji wa mafunzo hayo na tunashirikiana na wenzetu la baraza la sanaa pamoja na wenzetu ya bodi afya kwa kuhakikisha kwamba tunatoa watu ambao wanakuwa na ujuzi, na lengo ni kwamba tunajua ujuzi sio kitu cha upande mmoja tu ambacho watu wamekizoea kwamba ni mambo yale ya uinjinia basi, lakini ujuzi upo kwenye maeneo mbalimbali. Hata wale ambao tunaona ni wachekeshaji kwenye stage, yule ni ujuzi, ni kipaji ambacho mtu sasa anakitumia, na ujuzi anautumia kwa, na sisi VETA tunaenda kupanua wigo zaidi kuhakikisha kila mtu kwenye eneo lake anakuwa na ujuzi na anapata ule ujuzi ambao utamsaidia kushiriki vema kwenye, kwenye, kwenye, kwenye soko la ajira lakini kwenye shughuli pia za kiuchumi. Lakini sambamba na hilo, tunasema pia sasa hivi kunakuwa kumefanyika maboresho <coughs> ya sera ya elimu ambayo tunaongelea sera ya sera ya elimu toleo la mwaka 2023 ambalo lengo kubwa ni kutaka kuwa na Mtanzania ambaye atakuwa na, na, na fikra tundu hizi lakini pia awe na uwezo wa kuwa anatumia vipaji ujuzi utakaomfanya aweze kwenda kupa, kushindana kwenye soko la ajira kinchi ki, ki kikanda lakini pia na kimataifa. Sasa lazima tuhakikishe vijana wa Tanzania wanapata ujuzi na wanakuwa na, na, na ujuzi ambao utawafanya pia waweze kushiriki kwenye fursa mbalimbali za ajira zinazotokea hapa nchini na nje ya nchi. Kwa sisi kama VETA pia tunaendelea kuhakikisha kwamba tunatoa fursa nyingi zaidi za ujuzi, watu kupata ujuzi kwa kutumia teknolojia za kisasa, lakini pia na kuweza kuhakikisha wanapata ujuzi ule unaoendana na, na mabadiliko ya teknolojia. Na sisi kama VETA pia tunamshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye yeye amekuwa tia msisitizo kwenye eneo hili la ujuzi, kuhakikisha wananchi wanapata ujuzi. Sasa hivi kama mlivyosikia, tuna vyuo takribani 80 nchi nzima na vyuo hivi tumeviongeza. Tulikuwa na vyuo takribani 30 na kitu, tumeongeza sasa hivi vyuo tumefikia vyuo themanini katika kipindi cha miaka minne, na vyuo hivi viko katika wilaya na mikoa mbalimbali. Na sasa hivi Mheshimiwa Rais alitoa pia fedha takriban milioni mia kwa ajili ya ujenzi wa vyuo vingine 65 ambacho chuo kimoja ni chuo cha mkoa ambacho ni mkoa wa Songwe ulikuwa hauna chuo cha hadhi ya mkoa, lakini pia kuna vyuo katika wilaya sitini na nne ambavyo sasa hivi ujenzi wake unaendelea. Lengo la ujenzi huu ni kuhakikisha kwanza fursa ya upataji wa ujuzi inawafikia wananchi kwa ukaribu, lakini pili ni kuhakikisha kwamba ujuzi wanaopata unaendana pia na mahitaji ya soko la ajira pale wananchi walipo leo hii tukisema kwamba tumejenga chuo kwenye wilaya A hey, na pale watu wanafanya kilimo, basi tuhakikishe na sisi tunawafundisha watu masuala mazima ya kilimo, lakini pia na kuongeza thamani kwenye yale mazao yanayofanyia kazi. Wale wanaofanya kwenye maeneo ya madini, basi tuwaongezee ujuzi na tuwape ujuzi kwenye masuala mazima ya madini, ili mwisho wa siku wale watu waweze kushiriki vizuri kwenye shughuli za kiuchumi. Kwa sisi tunamshukuru sana Dr Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuliona hilo na kuhitaji vijana na wananchi wa Tanzania waweze kupata ujuzi zaidi katika maeneo mbalimbali na waweze kushiriki vizuri katika soko la ajira. Na hivyo pia tunaamini kwamba tunavyofanya hivi tunaenda kusaidia pia hata ile dira tunaosema ya elfu mbili hamsini ambayo inatuhitaji Tanzania kuwa tunajitegemea na tunakuwa na ku, tunakuwa na nguvu kazi yenye uwezo wa kutenda na kufanya vitu mbalimbali mbali katika viwanda na sekta zingine, ko lengo na sisi tunaona kabisa tunaelekea huko kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anapata ujuzi kwenye sekta mbalimbali na aweze kushiriki vyema kwenye shughuli za kiuchumi lakini na kuweza kutatua changamoto zake za kiuchumi kama Mtanzania mmoja mmoja na taifa letu kwa ujumla. Asanteni sana. Mkuu wa chuo cha VETA mkoa wa Mbeya, karibuni tena jamani. Eh, rai yangu kwa mkuu wa chuo cha VETA mkoa wa Mbeya, kwa wananchi wa Mbeya kuchangamkia hizi fursa zinazotolewa, kuchangamkia hizi nafasi za mafunzo ya ufundi stadi zinazotolewa na vyuo vya VETA. Sisi kama chuo cha VETA mkoa wa Mbeya tunajitahidi sana ku, kuhamasisha wananchi wa mkoa wa Mbeya kuja kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi. Ndio maana kauli yetu mbiu tunasema, ufundi ni dili, toroka uje VETA. Ehe, hata ukiangalia makaratasi yetu tumeandika kabisa kwamba ufundi ni dili, toroka uje VETA. Hiyo ni namna mojawapo ya kuhamasisha wananchi wa mkoa wa Mbeya waweze kujiunga study, na vyuo vya ufundi stadi ambavyo vinamilikiwa na VETA pata taarifa kwamba e, wanafunzi wanapokuwa wanasoma hapa, endapo wataenda naenda na enda na labda, unaweza kutueleza ni manufaa gani ambayo mnakuta huko? Mafunzo yetu, kwa mfano mafunzo ya kozi ndefu ambayo yanachukua mwaka mmoja miwili mpaka mitatu, wanafunzi kwa wana, mfano kozi ya miaka mitatu, mwanafunzi anakwenda au mafunzo viwandani viwandani anakufika mwaka wa pili na anakwenda kuzo viwandani kwa muda wa wiki au wiki nane ambazo zinamtosha kabisa kwenda kupata orientation ya ulimwengu wa kazi nje ulivyo, na kupata kuangalia changamoto mbalimbali ambazo anaweza anaweza kazipata na kuja kuzitatua atakaporudi kwenye mafunzo yake hapa chuoni, au akatupa akatupa mrejesho, either mrejesho positive au mrejesho negative. Kwa hiyo kwenye mrejesho ambao ni positive, basi sisi tunawapongeza kwa wale waliopokea wanafunzi, lakini kwenye mrejesho ambao kuna negative, inabidi sasa tu